Wakazi wa wadi za Dabaso na Watamu katika eneo bunge la Kilifi Kaskazini walihudhuria kambi ya matibabu bila malipo katika kituo cha afya cha St. Nichola D'onofrio hapa Dabaso kwa hisani kubwa ya wakfu wa George Kithi Pwani University na Coco FM. walipata fursa ya kujiandikisha kisha kuwaelezea madaktari kuhusiana na matatizo yao ya kiafya. Mmoja baada ya mwingine walihudumiwa na kupewa dawa. Dawa zilikuwepo za kutosha, na wakaondoka wakiwa na matumaini ya kupona maradhi yao. Nasi tukapata fursa ya kuzungumza nao nao wakatuelezea tajriba walizopata hapa katika kambi hii ya matibabu bila malipo. Uliambiwa na nani kuna hii huduma mpaka? Ndoka nasikia na mjukuu wangu huyu ehe, ndaka namba huku kuna madaktari, na mimi ni mgonjwa. Una nini? Ulikuwa una shida gani kwani kwa? mimi na shida ya pressure, vidondasha ndani halafu na itumbo inaniuma, na hapa na chunu, na hapa mjongojongoni huko nyuma

Na nikisikia kuna madaktari mimi nakuja nije nipate matibabu, kajiangalie. Nilikuwa na shida ya macho kwa mwangaza na pia katika kusoma, na nashukuru kwa sababu nimeweza kuhudumiwa vyema na nikaweza kupata miwani katika an affordable price. Ah, uh, nilikuwa shida yangu ni jicho moja lina nguvu kuliko lengine ambapo sijapata siku nyingine kupata miwani ambayo iko na different lenses, lakini leo nimeweza kupata ambayo iko na different lenses, moja iko 2.5 nyingine 1.5, ambapo naweza kuona vizuri sasa kwa macho yote na pia uh, kuweza kuona pia sababu ya kusumbuliwa na mwangaza mwingi naweza kuona pia katika mwangaza, siwezi kuangalia stima direct, lakini ikiwa na hii miwani naweza kuangalia kwenye stima direct. kisha tukapata fursa ya kuzungumza na wahudumu na madaktari mbalimbali mbali wa kujitolea waliowashughulikia wagonjwa kwa majina ni Sister Gertrude Mshei, mganga sista wa masista wa Mtakatifu Yosefu wa Mombasa, anafanya kazi katika kituo chetu zaanati yetu ya Saint Nicola Donofrio. Leo ikiwa ni mwisho wa, mwisho wa Ijumaa ya mwisho wa mwezi wa Novemba, tukielekea mwisho wa mwaka, kwa kawaida huwa tuko na kambi ya kusaidia jamii. Giving back to the community every end year season. On uh, so tulialika madaktari na wahisani kadhaa ambao wangeweza kutufadhili hasa na madawa, ndo tuweze kusaidia community yetu waweze kupata matibabu ya bure bure ya today we are having a free medical camp. Tujue kuna wale wana ilo uwezo kwenda hospitali, that's why we organize free medical camp kuweza kuwasaidia. Mimi naitwa Dr. Julius Nyamawi Mwachidwi. uh, lilonileta hapa Dabaso, kwanza mimi niko katika George Kithi Foundation kama daktari pale kwa George Kithi Foundation na tumekuja hapa kwa sababu ya kambi ya matibabu, uh, hapa Dabaso, um, kwa sababu baada ya kufanya ile medical camp pale Pwani tuliona kuwa watu wetu wa Kilifi wako na um, shida sana when, uh, when it comes to mambo na kupata matibabu bora. Kwa hivyo sisi kama George Kithi Foundation na wenye dispensary hapa tuka na watu wa Pwani University na wengine tukaungana pamoja ili kuleta matibabu eh, mazuri kwa wananchi wa Dabaso. naitwa Dr. Mwinga eh, zuya. Ni siku kubwa sana, siku ya muhimu ambayo tumekuwa tunarudisha mkono kwa watu wetu wa Dabaso, Dabaso Ward. Tumekuwa na matibabu ya bure ya kufana sana, tumekuwa tuna kwa ushirikiano ama kwa uh, uh, sponsorship ya George Kithi Foundation tumeweza kupata hizi dawa zote zile unaziona, na tumekuwa tumeshirikiana na hiki kituo cha afya kinaitwa St. Nichola D'onofrio ambacho kiko hapa Dabaso Ward Watamu, kuweza kusaidia watu wetu wa Kilifi ambao wengi tu wako na shida nyingi za kiafya wengi hawana uwezo wa kwenda hospitali ama wakienda hospitali dawa hazipatikani. Hii hapa na meza moja mara mbili, hii ni ya maumivu na hii hapa ni ya vidonda za tumbo, alafu kuna zile za kesha zenyewe. Wengi wamefurahia tu. Tumeona wagonjwa wengi sana, watu wako na shida za mifupa uh, wameona orthopedic surgeon. Watu wako na shida hizi za general, watoto wameona daktari ya watoto. Watu wako na shida za uh, general conditions, homa, pneumonia infections hizi uh, za kawaida wameona pia madaktari wa general na imekuwa uh, siku ya kufana sana, na tumefurahi kusaidia ama kurudisha mkono kwa watu wa Kilifi. Hii ni huduma kwa jamii ambayo inakokotezwa na kituo cha Coco FM kituo ambacho kinaadhimisha mwaka mmoja tangu kuasisiwa kwake, kituo ambacho kimetuzwa kwa kukua kwa kasi zaidi hapa nchini Kenya kwa mjibu wa tuzo za African Champion za mwaka huu wa 2025. Nikiripotia Coco FM. Mimi ni Lolani Kali. Coco FM. Ladha ya Pwani.